Ona sasa. Wewe ndio ulisema kabila gani wewe? Si nilikwambia mimi Muha, <tune> sasa unasema kabila gani hivi? Kwani wewe era utaki? Sasa wenzako tunatembea kigogo, yote hiyo kwa miguu tunakopesha vyombo, tunakopesha viatu. Wewe hapa tu nimekutembeza tu dakika tatu umechoka. Unaona taka hela kweli wewe. Ja, naweza nikapata darari mitaa. Eh, yupo. Darari wa chuma. Sasa anapatikana mitaa gani? Ah, anapatikana pale. Basi, unaweza kanifereka, maana pale naona wako wengi wengi. Sasa mwenyewe ni nani? si na kwa sababu unaweza uliza kila sehemu. Ah, mjini hapo eh. Mteja alipokutana na dalali, dalali akaona ehe, basi hapa montashar juu likiwa linanipiga, akaanza kumseti akampanga akampanga vizuri kabisa, mpaka mteja amwelewe kwamba nina kila kitu kiitaji, eneo la biashara kimbembe. Sasa safari ikaanza, zurula zurula, zurula mitaa yote, lakini mteja kichefuchefu <coughs> hiyo bei yako okay? maana tumeshazunguka sana sana sana, tumezunguka maeneo yote haya maeneo yote haya. Yani huko kwanza umenileta vyumba vyenye sijare zifanavyo vyumba vichochoroni kweli kweli. Yani wewe utaona kama nakusumbua, lakini chumba nachokitaka sijakipata. Unaona, sasa wewe ndio ulisema kabila gani wewe? si nilikwambia mimi Muha. Sasa wewe unasema kabila gani hivi? kwani wewe era utaki a uh a -uh? Sasa wenzako tunatembea Kigogo yote hiyo kwa miguu, tunakopesha vyombo, tunakopesha viatu

kuna watu bwana, vipi? tunaulizia chumba. Wala mama, bahati nzuri wakpo, chumba kipo na kilikopo, kina nafasi basi. Dalali ndio hapa akamwelezea kwamba nina mteja, ni huyo hapa, kama mnavyomona, kiamini hapa leo riziki <coughs> idsalamnakue ni virudi a iera vyao uko na amani, pereka, pereka, na, sambu, na ah, ee. Siku nzima. Sasa tatizo likaja sehemu moja tu, baada ya Muha kukiona chumba na kukipenda, anaambiwa alipie pesa dalali ya mwezi mmoja ah. Muha kawa mbogo bwana kabisa kabisa, dalali akamtoa pembeni. Wewe umsikilize. Usikia... ah ah ah ah. Ukoro tunaanza, Muha. Hivi unajua umenisumbua kiasi gani? Sawa, nimekusumbua, sasa hiyo hela ya mwezi mmoja tena ni refa mimi, wakati na refa kule miezi sita, alafu inakuaje sasa huo mwezi mmoja anakaa nani? Ona huko kwa wewe hela ya mwezi mmoja hapa mjini ujue wewe wewe. Najua hilo lakini kazi yako bwana, hapo mnakosea

hiyo sheria yangu, ujue mimi dalali. Najua hilo, lakini hapo mnakosea dalali, kwa sababu yeye mwenye nyumba kama chumba cha shilingi 70 anajua kabisa hesabu na weka shabu, pigia shilingi 70. Sasa bila mimi ungepataje chumba wewe? Ungejua kama hapo kuna chumba hapo? Kwani tatizo unalo wewe? Tatizo unalo wenyewe, mwenye nyumba. Inatakiwa wenyewe ndio akupe wewe hela mwezi mzima. So mimi tena nalipia miezi saba kwa wakati mmoja, alafu mimi nakuacha. Haipingi, haipingi. Ndio kachukua kwa mwenye nyumba hela. Kwani inapingwa? Si nimeshapata chumba, nimeripia, nimeripia. Hiyo si bino yako So mbinu yagekuja kunitapeli mimi, dalali akutapeli. huh? kwani nimekutapeli? Sasa uyo ametapeliwa na mwenye nyumba. Mwenye nyumba deda takiwa kupe bwana, mwenye ratea mteja huyu, na shukuru basi. Kama hivyo mereta huyo mteja a a shilingi elfu sabini. Basi mi nakukabidhi hapa hela mwezi mmoja basi, mi tayari, kwa sababu tayari nimeshakonekishiwa na wewe, umeni connect pale, mimi nimepeleka fungu la hela. Sasa wewe inakuwaje tena fungu la hela tena itoke kwangu, alafu mwenye nyumba anabaki na hela yake yote ya miezi sita, ujue na watoto, ujue na familia, na juu wa wewe mpate? Aa, mbona starabu anaonekana wewe, tukakosa hela kila mama baada ya mtarabuna kuta kosa hela wewe sasa, <tosani> nipate uh -huh. hela vipi? Kati wewe ndo dalali, eti wewe ndo dalali? Unajua, kwanza mpaka unanichosha, muha muha muha, umenichosha muha, ume nitembeza muha, ume nizungusha rafiki yangu, kama tunafura yani, mjongo ume nitembeza, ume nitembeza, umeongeza kila chumba. Nikikupeleka unasema, chumba staki, chumba hiki staki, chumba hiki staki, chumba hiki kibaya, maana uti choroni, umejipinda, umejikunja. Afu nafikia hapa mmoja unapata chumba unachotaka, unataka yaani, kwa kweli serikali inatakiwa iweke sura ya madalali. Unajua madalali hawana sura, unajua yaani sura Sio kufunga mdomo, lazima natakiwa serikali ifungue shule ya madalali, kwa sababu haiwezekani mimi umenipeleka sehemu halafu, uliponipeleka unamwachia hela yote nzima nzima, tena unakuja unanimega mimi tena unakuwa. Hiyo ni elimu kweli? Hiyo ni elimu kweli. Hapo lazima uangalie, bila mimi nakwambia wewe, kero kwa mama mwenye nyumba pale, unapata hela hapo ya mwezi mmoja pale, kwa sababu kama shilingi elfu sitini au sabini, hizi za kumi kumi ndio za kwako. Sasa tena tunarudi kwangu, eti wewe unanipa hela ya mwezi mzima, huo mwezi mmoja na kawa ni wewe kwa mwezi, chombo cha moto, umekuja na chombo cha moto mjini, umekuja na treni? Ah, mimi na bunduki hapa, chombo cha moto, ah, umekuja na gari lako lote chuma, ndio maana unajikuta mwenyewe kwanza kwanza, na simu zinaingia, unanichanganya bwana, mwezi mzima mwezi mzima wewe, alafu kati ya nyumba nyumba, hata kama sio, sio, na kutafuta, maarafu kahata ah, <coughs> kutafuta nimeamua nikutafutie. Wewe sio kwamba watu wengine sijawaona, lakini nimeona wewe kama ndugu yangu. Hilo narijua na mimi kama dalali, japokuwa sometimes wewe unakwaga kigeugeu ukinyonga sana. Sasa, wadil, kinyonga pe na wewe hilo diri sasa tumepata. <laughs>

Bwana Ma wali na amani. Eh, ila nyama. na na wewe wewe bwana mdogo Yeye mchapa kazi. kazi kazi. Mtu anapiga mwenyewe Unasemaje yani hapo? Alafu, mimi tena niwe peace tena.